Karibu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa za Nipashe. Kenya inahitaji shilingi bilioni 31 kuziba pengo lililoachwa na wafadhili katika vita dhidi ya virusi vya HIV, ugonjwa wa kifua kikuu na magonjwa mengine. Haya yameendelea kujadiliwa huku Kenya ikijiunga na mataifa mengine kuadhimisha siku ya kutoa hamasisho kuhusu ugonjwa wa kifua kikuu duniani. Ugonjwa wa kifua kikuu unaendelea kuchangia vifo vingi ulimwenguni, hasa kwa watu wanaoishi na virusi vya HIV, wanaume wakiathirika zaidi ya wanawake. Shirika la afya duniani WHO likionya kuwa si kwema. According to the WHO Global TB report, the burden of TB was immense, with over 10.6 million individuals falling ill, including

Wadau wamesema ipo haja ya dharura kwa serikali na mashirika husika kutafuta njia mbadala za kufadhili matibabu ya kifua kikuu. Kaunti ya Nairobi ambayo ina takwimu ya juu zaidi ya maambukizi iking'ang'ana kutoa huduma baada ya kupoteza zaidi ya shilingi bilioni moja za ruzuku ya shirika la USAID.

Serikali pia imehimiza ushirikiano na sekta ya kibinafsi ili kuziba pengo la bajeti lililoachwa baada ya kuondolewa kwa ufadhili wa USAID. Takwimu zilizotolewa kwenye hafla hiyo zinaonyesha kuwa wanaume ndio wanaoathirika zaidi. TB is still a kwa sasa taifa la Kenya linahitaji shilingi bilioni 31 kugharamia matibabu ya ugonjwa wa kifua kikuu na virusi vya HIV. Mary Mwoki, Runinga ya Citizen.